Kwa jina anaitwa Dr. Peter Fabian Shempemba, ni daktari bingwa wa afya ya kinywa na meno, uh, kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili kampas ya Mloganzila. Uh, tumekuwa na mwendelezo wa kufanya kambi ya matibabu ya upandikizaji wa meno ambapo tulianza mwaka jana kama phase 1 mwezi wa tisa, na tukaendelea pia kufanya kambi ya pili uh, mwezi wa pili ambapo kambi hizi zote mbili zilifanyika kwa mafanikio makubwa. Kama unavyofahamu tuna tiba mbalimbali mbali ambazo zinahusiana na ukarabati wa kinywa na meno kwa hasa wagonjwa ambao wana changamoto ya ubogoyo. Kwa hiyo katika kipindi cha kambi zote mbili tumefanikiwa kuona idadi ya wagonjwa sitini na saba uh, uh, wakiwa na changamoto mbalimbali zinazohusiana na ubogoyo na katika wagonjwa sitini na saba tumefanikiwa kufunga uh, implants ama hivyo vipandikizi uh, meno jumla uh, ya implant uh, sabini na mbili na mwaka huu mwezi wa kumi uh, tarehe kumi na tatu mpaka tarehe kumi na saba tunategemea pia kufanya kambi ya tatu ambayo tunaita phase 3 uh, ya upandikizaji wa meno uh, tukishirikiana na daktari bingwa wa magonjwa ya taya na uso uh, naita maxillofacial surgeon Dr. Chirag kutoka uh, India ambaye tumekuwa tukifanya naye kushirikiana na wataalamu wetu hapa kwenye kambi zote hizo mbili, na tunatarajia kuwa na kambi ya siku tano. Uh, tukichukua mafanikio ambayo tumeweza kuyafanya kwa wagonjwa wote kwenye kambi mbili zilizopita, uh, matokeo ni mazuri ya upandikizaji wa uh, hivyo, uh, implant kwa wagonjwa wote ambao tuliweza kuwafanyia. Kwa hiyo tunategemea na kambi hii pia tutaifanya kwa mafanikio ambayo tumeweza kuyapata kwenye kambi zilizopita. Matibabu ya implant ni moja ya matibabu ya juu katika uh, tunaita dental rehabilitation. Well, dental rehabilitation ni, ni hali ya ukarabati kwa wagonjwa ambao wamepata changamoto yoyote inayohusiana na kupoteza kwa meno, na ziko njia mbalimbali mbali mtu anaweza kupoteza meno. Ili kuweza kumrudisha katika hali yake ya kawaida, basi zipo njia mbalimbali mbali, na tukivi grade hii ni moja ya njia ambayo ni ya kiwango cha juu kabisa ya kuweza kufanya ukarabati. Ziko njia nyingine kama uwekaji wa meno ya bandia ya kuvaa na kuvua, e, tunaita ni provisional, eh, provisional dentures. Aa, na zipo njia nyingine ambazo ni uwekaji wa meno ya moja kwa moja, lakini zinahusisha kutumia meno ya asili ambayo yapo karibu na eneo ambalo mtu amepoteza meno. Sasa katika kundi hili E, hatutumii meno ya asili yaliyopo bali tunapandikiza mzizi katika eneo husika. Kwa hiyo hii inapelekea mgonjwa ama mtu aliyekuwa na ubogoyo kuwa na hali ya asili zaidi e, kwenye njia ya kufanya ukarabati. Na kama unavyoona, uh, hii ni moja ya, ya, ya picha ambayo inaonyesha uh, mzizi wa bandia uliopandikizwa na baada ya kipindi cha miezi sita, huu mzizi unakuwa uko tayari kuweza kubeba jino la bandia na likafanya kazi kama jino la asili. Kwa hiyo kwenye kambi hii tunategemea kuona wagonjwa kati ya arobaini mpaka e, hamsini katika kicho kipindi cha wiki moja. Tunawakaribisha wote ambao wana changamoto zinazohusiana na ubogoyo ili waweze kufanyiwa ukarabati huo. Asante sana.